Mama Maarifa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, TAWIRI, chini ya udhamini wa Mfuko wa Misitu Tanzania, TAF. Karibu kusikiliza. Ni siku ya soko katika kijiji cha Kiani. Mama Maarifa ameketi katika banda dogo. Mbele yake kuna mifuko ya briketi yenye ujazo tofauti. Wanakijiji wanakusanyika kushuhudia bidhaa hii mpya. Baada ya kuwa mtata katika matumizi ya briketi. Ama kweli elimu imembadilisha Babu Tunda. Sasa, naanza kuelewa. Sasa hivi tukihifadhi vizuri na kufuata maelekezo, briketi zinaweza kutupatia moto bora kuliko mkaa. Ndio hivyo, babu Tunda. Ungana nami msimulizi wako Jerome Kimaro kutoka Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, TAWIRI. Karibu kusikiliza. Karibuni sana wapendwa wanakijiji, leo nimewaletea kitu kipya sokoni. Hizi hapa ni briket. Ni shati mbadala ya kupikia. Lengo letu ni kuunganisha wazalishaji na ninyi watumiaji. Jowe Mama Maarifa, hizi briket ni tofauti kweli na kuni au muga aliyosoea? Zina faida gani? Kwanza, zinaokoa pato la kaya kwa sababu zinawaka kwa muda mrefu na kutoa joto la kutosha. Pili, ni safi hata kwa kushika kwa mikono kwani hazina masizi kama ulivyo mkaa wa kawaida. Tatu, zinapatikana mwaka mzima tofauti na kuni ambazo huwa adimu kipindi cha msimu wa mvua. Nne, zinaheshima na hadhi ya kisasa, ishara ya nishati safi kama ambavyo serikali imekuwa ikisisitiza. Hayo maneno mazuri, lakini watu wa mjini kweli wataachana na mkaa? Wameuzoea tangu enzi za mababu. Sidhani. Mama Maarifa, kwa wakazi wa mjini ni mikakati ipi itasaidia? Maana hao ndo watumiaji wakubwa wa, wa mkaa. Ni kweli. Huko mjini tunafanya matangazo ya redio, mabango, maonyesho ya kupikia barabarani na ushirikiano na maduka makubwa. Pia taasisi kubwa kama shule, migahawa na magereza hupewa mikataba ya usambazaji wa magunia makubwa. Kwa hiyo hata sisi ya vijijini tuna nafasi? Bila shaka. Na nyori vijijini, tunasisitiza kupunguza adha kwa kinamama na wasichana kutembea umbali mrefu kutafuta kuni, pia kuondokana na moshi jikoni unaosababisha magonjwa ya kifua na macho, vilevile kuunda vikundi vya vijana vya uzalishaji wa briketi, ili taka kama babaki ya mazao yabadilike kuwa pesa. Na familia zikihitaji kiasi kidogo cha briketi, zinapatikana vipi? Kwa kaya, tunasambaza kupitia maduka madogo ya reja reja, magulio ya kila wiki, au hata uuzaji kwa baiskeli na pikipiki nyumba kwa nyumba. Tunapakia kilo mbili hadi tano ili kila mmoja aweze kumudu gharama za kununua. Kwa taasisi kubwa je kama shule na hospitali, hapo tunatumia mikataba ya moja kwa moja kusafirisha magunia makubwa kwa malori na matrekta. Pia tunaweka maghala madogo ya kuhifadhi karibu na shule au hospitali, ili briketi zibaki kavu na salama. Lakini Mama Maarifa, watu wengi hawajui namna ya kusitumia. Huo ni udadisi mzuri sana na nyuri. Kila paketi ina karatasi ya maelekezo ya namna ya kutumia na kama mtu akijaribu kutumia petroli kuasha, itakuwaje? Hiyo <laughs> ni hatari kubwa. Kamwe tusitumie petroli au mafuta ya taa. Zingatia mwongozo uliopo katika karatasi ya maelekezo. Na je, majiko gani yanayofaa kupika kwa kutumia briketi? Kwa matumizi ya kaya, majiko madogo ya kawaida kama yale ya mkaa hutumika ila kwa upande wa taasisi kama vile mashule na magereza, ambapo chakula cha watu wengi hupikwa, majiko makubwa yenye muundo maalum hutumika. kanyo na matatizo yakitokea. Je, kama asishiki moto kwa haraka? Sababu kuu ni unyevu au hewa kukosa nafasi. Hakikisha briketi zimehifadhiwa sehemu kavu na zisibananishwe sana jikoni. Pia ukiona majivu mengi ya kung'ute, ili hewa ipite. Sasa naanza kuelewa. Sasa hivi tukihifadhi vizuri na kufuata maelekezo, briketi zinaweza kutupatia moto bora kuliko mkaa. Ndio hivyo, babu Tunda. Tukishirikiana wazalishaji na watumiaji, tutahakikisha briketi zinakuwa chaguo la uhakika la nishati ya kupikia. Hapo basi katika soko la kijiani, wana kijiji cha kijani, wanakijiji wameona kwa macho yao namna briketi zinavyoweza kuunganishwa kati ya wazalishaji na watumiaji. Katika kipindi kijacho, tutajifunza kuhusu ubora na viwango vya briketi sokoni. Asante kwa kusikiliza Mama Maarifa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, TAWIRI, chini ya udhamini wa Mfuko wa Misitu Tanzania, TAF. Usikose kufuatilia kipindi kijacho kitakachokujia muda na wakati kama huu. Asante kwa kutusikiliza.